Basi nachukua fursa hii ni wakaribishe nyote wapendwa, kwa jina la Yesu. Uh, kwa majina anaitwa Shedrack Musembi, mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Uh, siku ya leo ningependa nikukaribishe kwa ajili ya mafundisho, mafundisho ambayo iliyo katika kitabu kile ni cha Isaya, fungu ni la sita na mstari ni ule wa kwanza kwa <coughs> nina mafundisho ninalo jambo moja, ama ninalo ombi moja kwako mpendwa. Uh, naomba tu unipe tu imani yako, unipe sikio lako, ili tuweze kwenda pamoja na tukasikie vile Bwana ama roho wa Bwana anasema nasi siku ya leo, na katika kitabu kile ni cha Isaia, fungu ni la sita Mustari ule wa kwanza uh, mtu anisomee ama, kwa sababu ningependa tuende kwa muda mchache tu, ningependa nijisomee. Uh, Isaia fungu ni la sita mustari ni wa kwanza inasema uh, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Hallelujah. Huyu ni Isaya anasema, wakati ule mfalme Uzia aliweza kufa, yeye aliweza kumuona Mungu. Wakati ule Uzia mfalme aliweza kufa njipo naye nabii Isaya aliweza kufanikiwa kuona Mungu. Ha, hii maisha ambayo mpendwa tunaishi leo, kuna watu wanazuilia baraka zetu, kuna watu wanafanya tusifanikiwe kwa maana wapo na ili tuweze kufanikiwa itabidi Mungu awaondoe kwanza, ili na sisi tuweze kufanikiwa na kupata baraka zetu ili tuweze kuinuliwa ili kuweza kwenda kiwango kingine, inabidi watu wale wanaozulia baraka zetu mwanzo waondolewe, ili na wewe uweze kuinuliwa. Nimekuja nikuambia siku ya leo, kuna watu wanaenda kuondolewa katika maisha haya ili wewe uweze kufanikiwa kwa jina la Yesu. Kuna watu wanaenda kutoka katika ulimwengu ili na wewe uweze kuinuliwa na kupata mapato yako ya kati ukarika jina la Yesu.